Tawi hili ni mojawapo ya matawi mengine uh, manne hapa Dar es Salaam na yamefunguliwa kwa mahususi kabisa kwa ajili ya kupunguza uh, msongamano katika uh, hospitali yetu uh, kuu pale uh, Upanga. Kwa hiyo tunawasi ndugu uh, na jamaa na wakazi wote wa Kawe, pamoja na vitongoji vya jirani, tunawakaribisha ili waweze kupata huduma bora zaidi uh, za matibabu ya magonjwa ya ndani pamoja na magonjwa ya moyo. Tuna vipimo mbalimbali ikiwepo echo pamoja na echo cardiogram uh, stress ECG, stress echo cardiogram, ECG zote tunafanya hapa hapa pamoja na vipimo mbalimbali vya maabara ambavyo vinapima uh, itilafu mbalimbali. Siku zetu tunazotoa huduma kwa uh, tawi letu la Kawe JKCI ni kuanzia siku ya Jumatatu saa moja uh, na nusu mpaka saa kumi na moja jioni, na hiyo inahusisha kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa na siku ya Jumamosi ni kuanzia saa moja na nusu mpaka saa nane kamili mchana. Kwa taarifa zaidi uh, kuhusu huduma zetu au ni sehemu gani unaweza ukatupata, basi unaweza ukatupigia katika namba hii sufuri sita nane sufuri mbili nane sufuri sufuri sufuri saba <tikin>